Wakati hali ya mambo ikiendelea kuwa mbaya huko Mashariki ya kati kufuatia mzozo wa kivita kati ya Irani na Israeli, nao mzozo wa kivita kati ya Urusi na Ukraini unaendelea kupamba moto huku ikiripotiwa ya kwamba, takribani watu 15 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraini Kiev, maofisa wanasema. Shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumanne, ilikuwa mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ya mabomu katika mji wa tangu kuanza kwa uvamizi huo mkubwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraini Iori Krimenko alisema jumla ya ndege zisizo na rubani 440 na makombora 32 yamerushwa nchini humo. Wakati huo huo, vitengo vya ulinzi wa anga vya Urusi vilinasa na kuharibu ndege 147 za Ukraine usiku kucha, wizara ya ulinzi ya Moscow ilisema. Shambulio huko Kievu lilidumu zaidi ya saa tisa na kusababisha wakazi kukimbilia kwenye makazi ya chini ya ardhi kutoka kabla ya saa sita usiku hadi baada ya jua kuchomoza, maofisa walisema. Kombora la ballistic lilipiga jengo la ghorofa tisa katika wilaya moja na jumla ya wilaya 27 za sa jiji hilo ziliteketea. Milipuko mikubwa ilitikisa jiji hilo pamoja na milio ya bunduki zinazotumiwa na vitengo vya ulinzi wa anga vya Ukraini kuangusha ndege zisizo na rubani. Urusi imezidisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya miji ya Ukraini katika wiki za hivi karibuni.